Uharigani, mwana michezo popote pale ambapo ulipo, jina langu ni Saidi Ali Enjoy. Ni kusihi tu uendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube kama Niyako TV, na ili wa kwanza kuzipata habari hizi za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania basi fanya kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kuzipata habari hizi pindi ambapo zinatoka, na ubonyeze alama ya subscribe ili uwe mwanafamilia bora wa Niyako TV. Habari kubwa ambayo tuko nayo leo kiganjani mwetu ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club ambayo imewasili Zanzibar kujiandaa na mechi ya marudiano ya fainali ya klabu bingwa shirikisho huko Zanzibar, na ikumbukwe Simba walitoa ama walitoka kwa kipigo cha mabao mawili kwa sifuri katika jiji la Berkane ambako ndo ilikuwa fainali ya kwanza ikichezwa huko. Je, yes, Simba watafanikiwa kurudisha magoli mawili na kunyanyua kikombe hiko cha shirikisho? Tusubiri tuone. Na Simba inasemekana tayari wameshatoa tiketi zao na kuonyesha jinsi gani unaweza kuzipata tiketi hizo ili kuweza kwenda kuangalia mchezo huo wa fainali ya marudiano katika mji wa Zanzibar. Je yes, Simba watafanikiwa kufanya kambaki na kuweza kunyanyua ndoo hiyo, na iwe mara ya kwanza kwa Tanzania katika vilabu kuchukua kombe hilo la mabara ya Afrika. Tusubiri tuone kwamba Simba wanaweza na wanaweza kuwa timu ya kwanza kuipata kombe hilo na kufanya Tanzania iwe moja ya nchi ambazo zimenyua makombe hayo ya Afrika. Tusubiri tuone inia Simba na tunaiombea iwe timu ya kwanza kuipata ama kupata kombe hilo. Langu jina ni Saidi Alost. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube. hiyo kwanza habari na YouTube kama Niyako TV, ni hiyo kwanza kuzipata habari hizi za kimichezo kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, basi fanya kumonyeza alama ya kengele hiyo ya kwanza zaidi, bonyeza alama ya subscribe, hiyo ni mambo ya bora kwa Niyako.